Leo na kufundisha chimbo, usidiwe tena. Sabufa elfu tisini na tisa spika tatu. Ndugu yangu, chimbo ni Givenall.com. Ingia google search Givenall.com, utakutana na bidhaa bei nafuu sana. Angalia friji mlango mmoja, laki mbili.

Hii hapo kitchen cabinet. Haya jamani. Soundbar sabufa elfu tisini na nane wala wa magetoni ndugu zangu, ni unashindwa nako. Dressing table tunakupa moja na stuli yake laki mbili na arobaini na sita, hizi ofa unazipata Givenall peke yake, hamna sehemu nyingine, watu tunaipata hizi ofa, tupo hapa njia panda mtaa wa Ndanda na Muhonda. Jamani, aiSense inchi sitini na tano, hiyo hapo milioni moja laki nne na themanini, acheni kuibiwa, mtu asikuuzie milioni moja laki saba hiyo TV. Haya hii hapo dressing table laki moja na sabini na moja. Tuko njia panda mtaa wa Ndanda na Muhonda hapa Kariakoo Dar es Salaam, sisi tumesajiliwa, tuna leseni na tini. Hamna mtandao unaaminika kama sisi, njoo au huko mkoani lipa, tunakuletea.